Habari za mchana ndugu zangu. Uh, mbelenu William Iolaus Limo almaaruf kamabilnas. Uh, ni msanii wa kizazi kipya uh, rap bongo flavor. na naen nyingi za mziki nafanya, lakini pia ni mfanyabiashara na mjasiriamali. Najihusisha na bidhaa za kiee ikiwemo nega na biashara nyingine mbalimbali mbali. Mbele yenu niko hapa ku present uh, jambo letu ambalo linaitwa chuo kwa chuo. Chuo kwa chuo ni tua ambayo uh, itakwenda kwenye vyuo mbalimbali nchini Tanzania uh, katika lengo la kutoa elimu burudani kuhamasisha uh, lakini kuwakutanisha wanavyuo pamoja kwa sababu haitokuwa tu kwenye sehemu moja ya ku burudisha laba mziki tu, lakini kutakuwa na bonanza la michezo aa, kutakuwa na vitu mbalimbali mbali, lakini pamoja na mdahalo ambao utaruhusu wana vyuo kutoa maoni yao kutoa michango yao na kuonesha namna gani wanaweza kuwa na mawazo mazuri bora ya kujenga. Kama ambavyo tunajua, aa, ngazi ya elimu ya juu inajumuisha vijana wengi wa kiume wa kike ambao baadaye ndo anaenda kujiajiri ama kuajiriwa, lakini ni sehemu kubwa ya watu ambao tunategemea katika taifa, katika maamuzi ya kesho na kesho kutwa ya taifa letu, kwa sababu kuna viongozi wanatokea vioni, kuna wanasiasa wengi wanatokea vioni, kuna wanaburudani wanamiziki, kuna wafanya biashara wakubwa na watu wengi wengi wengi wengi, wengi kwa sababu vyo kila vyuo viko vi na faculty mbalimbali vinafundisha course mbali mbalimbali. Uh, kwa hiyo watendaji wengi uh, taaluma nyingi zinatoka katika vyuo mbalimbali. Kwa hiyo hawa ni watu muhimu sana, na mimi kwa bahati nzuri nimepitia chuo uh, nimepitia chuo cha elimu ya biashara Dar es Salaam CBE lakini bahati nzuri tena zaidi uh, nilianzia chuo ngazi ya cheti. Kwao nimesoma cheti, nimesoma stashahada na shahada, kwa hiyo najua mazingira ya chuo kiundani, kwa sababu nimesoma uh, karibu ngazi ngazi muhimu za, za awali zile za chuo zi, nimezipitia. Uh, lakini pia wakati nasoma CBE nilikuwa natumia muda mwingi kushinda chuo cha jirani yetu ambacho ni DIT. Uh, kwa hiyo najua pia mazingira ya chuo kama cha cha DIT, lakini pia kuna wakati hostel zetu zilikuwa ziko wasibu, kwa hiyo tulikuwa tunatumia ma maeneo ya TIA kujisomea kwenye kwenye vimbweta vyao na vitu vingine, kwa hiyo nimekuwa najua mazingira mengi ya vyuo mbalimbali Dar es Salaam, lakini pia nimefanya shows mbalimbali mbali na wanafunzi uh, na wamekuwa wakinisupport sana sana. Uh, nimeanza sanaa yangu nikiwa chuoni. Wimbo wangu wa kwanza ni rekodi uh, nikiwa pale pale CB, lakini producer alikuwa anasoma IFM. Kwa ushirikano wetu, si kati ya CB na IFM, ulisababisha mimi kurekodi wimbo wangu wa kwanza chini ya producer ambaye alikuwa rafiki yangu Jimmy Jize. uh, kwa hiyo watu wa chuo ni watu ambao mimi namwingiliana nao moja kwa moja kutokana na uh, kitu anachopitia uh, mimi nimepitia uh, lakini najua chuo kuna watu wengi wenye mawazo mazuri, kuna watu wengi wenye akili kubwa za kujenga. Kwa hiyo tumefikiria tuje na chuo kwa chuo, kwanza kuwapa burudani wasomi wetu, aa, lakini la pili ni kuungana nao ama kuwa nao pamoja kutengeneza mawazo bora zaidi ambayo yanaweza kuleta tija kwenye taifa letu, lakini pia aa, lengo letu kubwa zaidi ni kuangalia namna gani tunaweza kuona Uh, fursa mbalimbali ambazo mbali ziko kwenye jamii kushirikiana na wanachuo hawa kuenda kuzifanyia kazi zile fursa, uh, kuboresha baadhi ya vitu, kutoa mawazo na masuluhisho chanya kwenye jamii uh, katika nyanja mbalimbali mbali. Kwa hiyo chuo kwa chuo inaanza rasmi, Mungu akijali, a tarehe ishirini na tano ambayo ni Ijumaa hii, na kwa bahati nzuri tunaanza na chuo cha uhasibu Dar es Salaam TIA ye. Uh, kwa hivyo TIA leo wamebahatika kuwa chuo ambacho tunaanza nacho, lakini uh, tutaenda vyuo mbalimbali kadri tutakavyobarikiwa. Lengo letu tunatamani kwenda karibu kila chuo, lakini kwa bahati mbaya vyuo viko vingi sana. Uh, na kuna vyuo vingi ambapo burudani huwa zinawafikia na kuna vingine kwa bahati mbaya ni mara chache huwa burudani zinaenda maeneo hayo. Kwa hiyo, kwa sababu tunaanza na ndio mwaka wa kwanza chuo kwa chuo tunaifanya, lakini itakuwa ni endelevu tutaangalia vyuo gani tunaweza kuvifikia. Tutajitahidi kuvifikia vyuo vingi kadri tunavyoweza, na tutaangalia vile vyuo vingine ambavyo viko karibu tunaweza tukaviunganisha pamoja na, na kulifanya hili jambo kwa pamoja, lakini tunatamani tufikie vyuo vyote vikuu, uh, tufikie uh, taasisi za kielimu, tufikie vyuo vya ufundi stadi na mbalimbali, ikiwezekana uh, hata vyuo vidogo vidogo college Uh, university institute na vitu, na vitu vyote ambavyo vinahusisha elimu ya juu Kwa hivyo chuo kwa chuo iko kwa ajili ya wanafunzi na wadau wa ngazi ya elimu ya juu. Kwa hiyo tunaomba sana sapoti yenu, uh, nyinyi kama wanahabari kufikisha taarifa hii kwa wanavyuo mbalimbali, lakini tushirikiane pamoja ya kuona namna gani tunaweza kushirikiana na wasomi hawa uh, kwenda kuleta suluhu katika jamii yetu. Najua kama ambavyo nyinyi mmeweza kufikiria, mtu mwingine labda hapa ametoka chuoni akafikiria kuanzisha online media yake. Uh, pia kuna watu wengi vyuoni ambao wanasoma vyuo vya habari uh, tusiache watu wote wakafikiri katika kwenda kuajiriwa tu. Tunatamani kuona tunakuwa na watu wengi ambao wanaweza kwenda kutoa masuluhisho ambayo yatakuwa na tija kwa jamii, yatatoa ajira kwa watu wengine, yatazalisha kipato kwao na kwa taifa. Hilo ndo lengo kubwa la chuo kwa chuo na hiyo ndio brief ndogo ya kuhusiana na chuo kwa chuo 2025 na nakaribisha kama kuna mtu ana swali.